Nilipokuwa nasoma somo la kwanza na la pili Timoteo, nikakumbuka mambo ya watoto napokutana nao watoto, hasa kwenye sakramenti ya ubatizo na kipa imara. Ukiwauliza kipa imara ni nini, wanasema ni sakramenti na mfanya mtu kuwa Mkristu imara, Mkristu kamili na kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo. E, sasa nawauliza baada ya maelezo maelezo, nawauliza ninyi, mnamshuhudia Kristo? Sema ndio, namshuhudia. Wapi? Kila mahali. Nikawaambia huwa mnasali? Ndio. Wakati gani? Asubuhi kabla ya kula, e, na kadhalika. Sasa ukiwauliza mnapokwenda mnadani, mkinunua mandazi au ndizi, huwa mnasali kabla ya kula? Wanapungua, wengine ndio, wengine sio. Kwa nini? Amsali sema sini mnadani. Sasa mnadani huwezi kusali. Sasa kama usali unamshuhudia Kristo kwa maneno na matendo, sema hapana. Ee, ukiuliza tena huwa mnadokoa? Ndio. Nadokoa nini? Tegemea na mazingira. Sasa wengine karanga, wengine asali, wengine ubwabwa, wengine nyama. Na ukidokoa unasali kabla ya kula? Nasema hapana. Kwa nini? Chakula cha udokozi utasali? <laughs> Sasa <laughs> yeye Imani na maadili wakati mwingine vinakinzana sana, ingana namna ya watoto ya kusema, lakini anatambua hiki kitu ambacho nimekipata kwa njia isiyo halali, nitamshirikishaje Mungu katika kukitumia? Sasa ndiko Habakuku anakotweleza kwamba hawa watu wanadhulumu watu na watu wa wadhulumaji wanaonekana kama kustawi au wengine wenye haki wanashangaa, inawezekanaje mambo haya Mungu anayaruhusu? Mbona si sawa huyu? Kati ya uadilifu wa matendo na imani, hapo wanaona naandicha, na ndicho anachosema Paulo, anamwambia Timotheo, ayo sasa, imani msingi, lakini namna yako sasa ya kutenda uwe namna hii, uwe namna hii, uwe namna hii. Kwa hiyo kifupi, lazima pawepo na conformity kati ya imani na maadili. Namna zetu za kuishi, namna zetu za kutenda zinapaswa ziongozwe na imani yetu kwa Mwenyezi Mungu, ili tuwe huru kutenda. Imani yetu inapaswa kutupeleka iwe huru, jinsi ambavyo watoto wanaona E, ugumu kusali chakula cha kudokoa. Na sisi pia napaswa kuona ugumu katika kufurahia kitu kisicho kizuri, kwamba je, kinampendeza Mungu? akimpendeza kama akimpendeza Mungu? Hapana, hicho sio cha kufanya. Injili inatuletea pia e, changamoto kwa kiasi changamoto iliyokuwa zaidi ambayo tunaiona katika maandiko matakatifu. Sisi ambao tuna tafakari na kusoma kitu ambacho tayari kiko pamoja e, tunaweza kufungwa wakati mwingine na kutokujua kwamba hivi ni vitu vya muda mrefu sana, kati ya generation na generation, mahali na mahali, tunaweza kufika, labda ni kitu cha wakati mmoja kote kimekuwa compiled ni sasa na anasoma kitabu ambacho mwandishi amekisoma amekiandika lakini ni cha muda mrefu, na imefanyika kwa muda mrefu. Kwa hiyo Yesu anapoulizwa na wanafunzi wake, sisi inapaswa kuangalia hasa juu <coughs> ya kwa nini wanauliza e, kitu cha namna hii. Kama tunavyojua, moja ya changamoto kubwa ya mitume ilikuwa ni kumfahamu Kristo. Na kusema kweli, hata sisi wenyewe bado katika safari ya majifunzo yetu, majiundo yetu, safari kubwa zaidi na shughuli kubwa zaidi ni kumfahamu Kristo. Ndiyo maana hata Yesu mwenyewe anamwambia Petro, watu wanasema kwamba mimi ni nani? Na baada ya hapo anawaambia, lakini ninyi mnasema kwamba mimi ni nani? ninyi wenyewe mkiri na hata ki anapokiri Petro anamwambia sawa, lakini haya si ya kwako, chukuru tu kama Mungu amekufunulia haya. Kwa hiyo safari yetu kubwa, kusema kweli, ni kujinyenyekesha kabisa kabisa katika imani na kumfahamu Kristo huyu huyu Mungu katika nafsi tatu hasa ni nani. Na Yesu anawaambia mbegu tu ya haradali kwa maana ya kwa kwamba pamoja na maelezo mengine, imani hai inayokua. so, mbegu ikipandwa itakuwa inakuwa ni limti likubwa. Hali kadhalika na sisi imani yetu inapaswa kukua, imani ambayo ni hai na inayopenya katika mafumbo ya Kristo na kuwa tayari a disposition to understand the mystery of This triune God. Kwa hiyo hiyo ni safari ambayo ndugu zangu ni napaswa tuifanye na sisi. Baada ya kuyafanya yote, hatustahili hahapaswe hatu, kudai motivation, si vitu vya namna hii, ndio kwamba tumepaswa kufanya hivi, tumetimiza wajibu wetu, kile ambacho Mungu ametuitia na kile ambacho Mungu anatutaka tukifanye. Na tukiyafanya hayo basi mengine yote Mwenyezi Mungu atatupatia. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.